Meraji mkana tumeangalia, na tumepokea taarifa, na amesema amefikia asilimia themanini na vifaa vingi, kile anachokiuliza kiko stoo. kama asilimia themanini inatamkwa kwa sababu ya vifaa kuwa stoo, manake amenunua vitu vingi kufikia hatua hiyo. Hili jambo ni la dharura Gymkana kuna makubaliano yanafanywa kati ya Suma JKT pamoja na timu kutoka Uturuki. Ndiyo, sasa kwa hali hii na kwa maelezo komanda, ya kamanda ya kuwa vifaa vipo vipo vipo, niwape kazi makatibu wakuu ya muda mfupi sana, kwa sababu jambo hili la dharura. Leo kesho tarehe 30 mfanye ukaguzi wa vifaa hivyo vinavyotamkwa viko stoo, na kwa kuwa jambo hili kiutendaji liko kwenu, mlete taarifa inayoleta inayoeleza uwepo wa vifaa vyenyewe na kazi yenyewe utakapoanza na kukamilika katika kipindi kifupi, ili kufikia mwezi Aprili mwishoni uasilimia asilimia themanini tuwe tunaiona kwa macho, lakini taarifa hii mimi nipate tarehe moja ya kuwepo kwa vifaa hivyo viko stoo. Yaani kesho kutwa tu hapa, saa nne, saa nne asubuhi mimi nipate taarifa. Kwa hiyo, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Katibu Mkuu Wizara ya Michezo, Utamaduni, Wizara ya Fedha na Katibu Mkuu wa TFF tunaenda kumjulisha katibu mkuu au mk mkurugenzi wa miundombinu, naye aingie aje kujiridhisha hali hii.